Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati uh, ninakaribia kukaribisha kipindi kingine nilisema ushuhuda ni wajibu wa Mkristo. Haleluya. Lakini pia ushuhuda ni nguvu ya kushinda dhambi. Ili ushinde dhambi, shuhudia. Usitulie tu, shuhudia. Nabii Ellen G. White anasema katika kitabu cha Testimony gombo la 6 ukurasa 69, shuhuda ya mdomo kwa ajili ya Kristo huleta ushindi juu ya nguvu za giza. Tarudia shuhuda ya mdomo kwa ajili ya Kristo huleta ushindi juu ya nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mapepo yanakusumbua? Kwa nini nguvu za giza zinakutesa? Shuhudia utazishinda. Na ndio maana Ufunuo kumi na mbili fungu la kumi na moja wakati ole inatolewa ulimwenguni, ya kwamba ametupwa Ibilisi, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu. Akasema nao, watamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kanisa, shuhudia. Ushuhuda hujenga imani kwa wengine. Halo. Shuhudia ili mtu fulani aliye katika uzoefu kama wako aone kumbe inawezekana katika jina la Yesu. Ministry of Healing ukurasa, uh, ukurasa 469 uh, anasema nabii Ellen G White, wengi hawatasoma Biblia lakini watasoma maisha yetu ya ushuhuda wengi hawatasoma Biblia lakini watasoma maisha yetu ya ushuhuda. Yaani, kuna mtu yuko hapa, Mungu kamtendea jambo, usinyamaze, nalo litoe, mtu fulani aweze kuokolewa. Ushuhuda ni huduma rahisi lakini yenye nguvu. Ushuhuda Testimony for the Church gombo la tisa ukurasa thelathini nabii anasema ushuhuda rahisi wa mtu mmoja una nguvu ya kuleta mioyo kwa Kristo. Ushuhuda mmoja tu unaleta mioyo kwa nani? Kwa Kristo. Ushuhuda ni ushirikiano na Kristo. Ushuhuda ni ushirikiano na Kristo. Toa ushuhuda wa matendo makuu ambayo Bwana amekutendea. Acts of Apostles kitabu hicho kurasa 109, na nabii anasema tunaposhiriki uzoefu wetu tunakuwa vyombo vya Kristo kufikia roho zilizopotea. Ninazungumza kwa sababu nafahamu, kuna watu wanadhania wanaposhuhudia ni kutamba, ni kujionyesha, kwamba wewe una dhambi, wewe ni mtakatifu sana. Hapana, ni kazi ya Mungu. Haleluya!